Asili ya uchawi sehemu ya pili: wachawi katika Biblia na Quran. Katika Biblia uchawi unatajwa kama chukizo mbele za Mungu. Katika kitabu cha Kumbukumbu -kumbu la Torati kumi na nane aya ya kumi mpaka kumi na mbili inasema: asionekane mtu miongoni mwenu atakayepitisha mwanawe kwa moto, wala mchawi wala mtabiri wa nyakati. Lakini unajua cha kushangaza wafalme kama Sulemani waliaminika kutumia pete ya kichawi kudhibiti majini na roho, jambo lililofichwa kwenye vitabu vya Apokripa na Talmudi ya Kiyahudi. Katika Quran uchawi pia hutajwa. Sura Albakara 102 inaeleza jinsi majini waliwafundisha watu uchawi Babeli kupitia Harut na Marut, malaika wawili waliokuwa majaribio kwa wanadamu. Hapa tunaona kitu cha ajabu. Dini zote mbili, Biblia na Qur'an, zina hofu ya uchawi, lakini pia zinakiri kuwa ulikuwepo na ulikuwa na nguvu za kweli. Je, kuna kitu zaidi kuhusu uchawi ambacho hatuambiwi?